Na mtuanze taarifa yetu ya habari usiku huu. Makatibu wakuu wa wizara zote wametakiwa kufanya kazi zao wakiwa mjini Dodoma muda wote, ikiwa ni utekelezaji wa azma ya serikali kuhamishia makao yake makuu mjini humo. Agizo hilo limetolewa na katibu mkuu wa kiongozi Balozi John Kijazi katika kikao chake cha kwanza na makatibu wakuu wa wizara baada ya kukamilika kwa awamu ya kwanza ya serikali kwa mia mkoani Dodoma. Mwandishi wetu Victoria Patrick ameandaa taarifa zaidi kwa sababu mmedhihirisha kwamba maamuzi yale hayakuwa maamuzi ya maneno tu, bali tunayatekeleza kwa vitendo. Kauli ya katibu mkuu kiongozi ambaye ndiye katibu wa baraza la mawaziri balozi John Kijazi akiongoza mkutano kama wa kamati maalum ya makatibu wakuu na vikao vya kazi vya makatibu wakuu wa wizara zote, mkutano ambao unafanyika kwa mara ya kwanza tangu serikali ifanye maamuzi ya kuhamia makao makuu Dodoma. Kikao hiki maalum kinafanyika ikitajwa kuwa takribani wizara zote zimekwisha hamia Dodoma kama serikali ilivyoagiza. Na haya ni maelekezo ya katibu mkuu kiongozi kwa makatibu wakuu wa wizara. Kwa hiyo ni waombe mwepo Dodoma muda wote, sio kwamba tumekuja tu kuchungulia na kurudi Dar es Salaam. Tuwepo hapa, ndio kituo chetu cha kazi, na Dar es Salaam mtakuja pale ambapo kuna majukumu muhimu ya kuja Mkutano wa kamati maalum ya makatibu wakuu wa wizara unatajwa kuwa ni kielelezo dhahiri cha utekelezaji kwa vitendo azma ya serikali kuhamia makao makuu Dodoma. Ni ipi kauli ya balozi Kijazi? kikao maalum cha kamati ya makatibu wakuu IMTC hapa Dodoma kwa mara ya kwanza tangu maamuzi haya yafanyike, kwamba tunahamia Dodoma na tumefanya hivi makusudi kwa sababu sasa Dodoma ndio makao makuu kwa shughuli zetu zote za vikao hizi, hivi tutakuwa tunafanyia hapa hapa Dodoma. Balozi Kijazi anasema mwanzo ni mgumu, lakini akitumia fursa hiyo kuwatia moyo watendaji wakuu wa wizara. Nafahamu mwanzo ni mgumu, siku zote kutakuwa na changamoto lakini tutazikabili kwa jinsi ambavyo zinajitokeza na kuzitatua. Lakini mjipange vizuri kuhakikisha kwamba maeneo yote mawili shughuli zinafanyika kwa ufanisi. Baadhi ya wizara zinatumia majengo ya muda, vipi kuhusu mpango wa kuwa na mji wa kudumu wa serikali? Swala la makao makuu rasmi ya serikali tunaita government city bado linazungumzwa na mwezi huu wa tatu tutakuwa na kikao cha baraza la mawaziri, ambacho ndiyo kitatoa uamuzi wa mwisho ni eneo lipi hapa Dodoma ambapo tutajenga mji wa serikali. Vikao vya makatibu wakuu wa wizara zote vitadumu kwa muda wa siku tatu. Vitapokea na kujadili ajenda mbalimbali zitakazowasilishwa na wizara zinazohusu masuala ya takwimu, ujenzi wa miundombinu, miradi mikubwa ya kimkakati ya sekta ya gesi na mafuta, mazingira, uwekezaji na biashara, na namna ya kukabiliana na changamoto zake. Kutoka mjini Dodoma, mimi ni Victoria Patri. Nam, kutoka ka makao makuu ya Tanzania Dodoma, turejee katika jiji la kibiashara Dar es Salaam.